Mweshimiwa, hongera, umejitokeza hapa kwa ajili ya kuboresha uh, taarifa katika daftari la kudumu la wapiga kura, lakini tungependa walau tufahamu, uh, una ujumbe gani mahususi kwa Watanzania, lakini athari za kutofanya zoezi hili ambalo wo umeonyesha mfano. La kwanza kuto kujitokeza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba, na unapokataa haki ya kikatiba swala unajiuliza jewe, ni mzalendo ni mzalendo wa aina gani? Ambaye katiba imekupa fursa hii, nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia wewe, unaikataa. Ukikataa, wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka, na unakosa fursa ya kushawishi wengine kuweka yule mnayemtaka. Kwa hiyo unakuwa wewe wa kubabaisha tu na wakulalamika Jiulize mwenyewe rohoni kwako, uzalendo wangu uko wapi? Hii ni fursa kubwa, inatokea kila baada ya miaka mitano. Kila Mtanzania ajitokeze atumie fursa hii na sijachelewa. Nimefanyiwa tu haraka, tayari kitambulisho nimepata. Wito wangu kwa watu wengine, nawahimiza waje kuchukua kitambulisho ili tuweze kupiga kula wote kwa pamoja. Prosesi ni rahisi na ni nyepesi. Nawashauri vijana wenzangu, karibuni sana, ni rahisi. Ndugu yangu Mtanzania, karibu kwenye kituo chako cha kupigia kura uweze kuboresha taarifa zako kwenye daftari la mpiga kura.